E, kama mnavyofahamu e, mwaka huu mwezi Julai tarehe 17 2025, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050 na, na baada ya uzinduzi huo e, kinachofuata ni maandalizi ya utekelezaji wa dira hiyo. Kwa hiyo, katika siku hizi mbili tulikuwa tumekuwa na, na semina ambayo inajumuisha eh, wana mipango kwa maana ya wakurugenzi wa mipango na sera wa wizara zetu zote eh, tulikuwa pia na wakuu wa idara za uchumi katika ofisi za makatibu tawala wa mikoa yetu eh, pamoja na taasisi zingine kama mahakama eh, ofisi za mwanasheria mkuu wa serikali na kadhalika na pia tulikuwa na wakuu wa idara za uchumi kutoka katika halmashauri zetu zote zilizopo nchini pamoja na manispaa na kadhalika. Hili ni kundi kubwa na linakuwa na kada za wachumi, e, wana mipango pamoja na watakwimu ambao kwa pamoja wanatengeneza taaluma zinazohusika katika mipango. Kwa hiyo lengo la hiki tulichokifanya leo ilikuwa ni kuwasilisha kwao mwongozo kwa ajili ya uandaaji wa mipango mikakati ya maeneo hayo niliyoyasema, kuanzia kwenye wizara, kwenye levo ya mikoa, pamoja na halmashauri zetu na taasisi mbalimbali zilizopo nchini, ili kupitia mipango mikakati hiyo tuweze kuanza utekelezaji wa dira. Kwa hiyo mwongozo huu ambao tumeuandaa unaainisha vitu vinavyotakiwa kuzingatia katika kuandaa mipango mikakati hiyo, e, vitu mbalimbali mbali, kwa maana ya e, malengo e, shabaha e, namna tutakavyopima utendaji kazi e, rasilimali zitakazohitajika katika utekelezaji wa mipango hiyo pamoja na kufikiwa kwa malengo hayo, nani atahusika katika kutekeleza mipango hiyo na hivi vyote vimeainishwa katika mwongozo huo wa waandaaji wa, wa mipango mikakati kwa lengo la kutekeleza Dira ishirini na hamsini. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho tumekiongelea kwa hizi siku mbili. Lakini pamoja na hayo pia, kupitia nafasi hii tuliweza kuwasilisha mpango wa maendeleo wa miaka mitano ukiwa ni mpango wa kwanza katika utekelezaji wa Dira ishirini na hamsini. Mpango huu ni rasimu kwa sasa, kwa maana ya kwamba unaendelea kuandaliwa. Kwa hiyo tulichokuwa tunakihitaji kutoka kwa washiriki wenzetu wa kongamano hili ilikuwa ni maoni juu ya kilichomo katika mpango huo, ili kupitia maoni yao na kupitia utaratibu wa kawaida wa uandaaji wa nyaraka hizi muhimu za kitaifa e, tunakuwa tumeanza mchakato wa, wa kupata mrejesho kutoka kwa wadau muhimu wanaohusika katika mipango hiyo. Hatua inayofuata mpango huu utaenda sehemu zingine ikiwa ni pamoja na sekta binafsi eh, na jamii vi, asasi za kiraia na watu wengine wote wanaohusika ambao ni sehemu ya jamii yetu au nchi yetu ya Tanzania, ili kupitia mawazo yao tuweze kuboresha pale ambapo ha, hatukufanya vizuri au hatukukidhi matarajio ya wadau hao, ili mwishoni tupate, tupate mpango wa maendeleo ambao ni bora pamoja na mwongozo ambao ni bora zaidi ambao unahusisha pia mawazo ya wenzetu ambao ni wataalamu na hata wananchi wa kawaida.